Kwa tunapenda kutoa pole kwa watu wote ambao wameathirika na mikusanyiko ama vurugu zilizotokea. Napenda kutoa ufafanuzi kuhusiana na hili swala ambalo kwa kiasi kikubwa watu wengi ambao tumesikia sisi mitaani, taarifa kwenye mitandao na mitaani, watu wengi wanahusisha kampuni ya Lake Oil na wanasiasa katika umiliki, na hili tumelisikia kwamba ndilo lilopelekea wale washambuliaji wengi kufanya fujo na kuvamia mali na kuharibu kwa nia ya kuwafikia hao wanasiasa, lakini kimsingi tunaomba ieleweke kwa Tanzania wote kwamba kampuni ya Lake Oil ni mali ya Mtanzania mzao, anaitwa Ali Adawad, na hana mahusiano yoyote wala hana uhusiano wa aina yoyote ule na hao wanasiasa ambao anawataja, na si kweli kwamba kampuni ya Lake Oil inamilikiwa na wanasiasa au wana sehemu ya umiliki katika kampuni hii ni kampuni yake mwenyewe na amekuwa kijenga na sisi wengine ni wafanyakazi wake wa zaidi ya miaka kumi na sita hivi sasa tunafanya kazi hapa. Tumekuwa ni mashuhuda wakubwa wa kufanya kazi kwa bidii kwa kujituma usiku na mchana na tumefanya kazi kwa muda mrefu, tumekuwa tukishuhudia kampuni ikikua kidogo kidogo kuanzia chini mpaka tulipofikia hapa. Kwa kwa haya ni matunda ya kufanya kazi kwa nguvu na kwa bidii. Kwa hiyo bidi, kwa tunawasihi wananchi wanapokuwa wanadai haki zao ambazo sisi hatuwezi kuingilia kwa namna ambavyo wanaifanya, lakini sio haki kuhukumu ama kuharibu mali za kampuni ya Lake Oil kwa kutegemea kwamba ama kwa kuamini kwamba ni mali za wanasiasa. Sio haki, hawatutendei haki hasa sisi ambao ni wafanya kazi ambao tunafanya kazi kwenye kampuni kwa muda mrefu, na tuna mchango wetu mkubwa. Na mpaka sasa kampuni yetu ina wafanya kazi zaidi ya elfu nane ambapo asilimia kubwa ni Watanzania na kwa uchache tu vituo ambavyo vimechomwa moto takriban 38 vina wafanyakazi zaidi ya 300 ambao wote wapo nje ya kazi sasa hivi. Tumewapatia likizo bila malipo mpaka pale vituo vitakavyotengenezwa upya na vianze kazi. Kwa hiyo madhara ya kuhusisha siasa na biashara ya mtu ambaye ameijenga kwa mapenzi yake, kwa uzalendo, kwa faida ya nchi yake na wananchi, pia kwa kutoa ajira nyingi kwa vijana, sio sawa sawa kwenda kuchoma kwa kuhusisha na umiliki wake na wanasiasa. Kwa hiyo tunaendelea kutoa wito, tunaomba imani hiyo isiwepo, kwa sababu hakuna ukweli wa aina yoyote ile, na muda utakapofika, atakapopata nafasi mmiliki mwenyewe, ndugu Aliadha Awadhi, atatoka mbele ya watu na kujieleza, na ataeleza kwa urefu namna ambavyo wamepambana kwa muda mrefu na kuikuza na kuitengeneza kampuni yake. Kwa hiyo tunawasihi watu waache kufanya uharibifu katika vituo vya Lake Oil, kwa sababu madhara ambayo tunayapata sisi wafanyakazi ni makubwa. Tuna wafanyakazi wetu wa chini ambao ni pump attendants wengi ambao nao pia wana ndugu zao ambao wanawategemea, wanaathirika, hawana kazi hivi sasa. Kwa hiyo tunaomba sana sana, na pia sisi tunauza nishati ya mafuta na gesi, ambao ni nishati ambayo ni hatarishi. Uchomaji wa moto pia sio salama, inapotokea milipuko inaweza kusababisha vifo na maafa kwa watu wengine ambao wapo karibu, ambao hawana hatia wala hao sio sehemu ya hicho anachokifanya vijana bado wameshaaminishwa kwamba wanasiasa wanahusika na umiliki wa kampuni na ndio maana wanafanya hivyo, lakini si kweli. Watu wengi ni mashuhuda, sisi ni mashuhuda. Kampuni ya Lake Oil ina wafanyakazi wengi wa Tanzania, kila mtu anajua jinsi tunavyofanya kazi na mmiliki wake mwenyewe jinsi anavyofanya kazi na kupambana usiku na mchana. Lakini pia tunaomba sana taarifa hii ifike kwa watu wengi kwamba sisi ni wa Tanzania tunafanya biashara kihalali na wafanyakazi wengi ambao ni Watanzania wanafaidika na uwepo wa kampuni hii.